Watazamaji wetu wa Nifer TV vibe, acha tuseme tena asante kwa wale wote wanatufuatilia, wana share na kukomenti vipindi vyetu vya kila siku. Kwa majina wananiita MC Jordan Babikwa, kila siku ndakuwa nanyi na kuwapatia vitu tofauti. Leo ilikuwa sikukuu ya wamama, yani mafundisho ya wamama ya kutengeneza sabuni ama savon liquide. Acha leo ni waache nyinyi wenyewe wa mufuatilie na muone, wawapatie wa shukrani yao ya kipekee, na wanawalika muje wengi sana, mufanye masomo ya sabuni hapa. Wale wamama wanaikala Uganda, mahali wanaita chakatu bukere, wanatengeneza sabuni yao na kusapoti wengine. Mama Mwamini, pamoja na, tulikuwa pamoja mu mwaka wa makumi mbili na mbili na mbili. Sasa tukayanza bajapani, bakatusaidia, bakatufundisha vitu tofauti. Muko na munaona, bamoja viko banafanya tailoring, vingine balikuwa mu hair dressing, na vingine balikuwa mu making soap. Sasa mie nikaanza kufanya kazi ni, yeah. nikakuwa ninasikiliza wa mama shida ziko nazo. Sasa, sahihi, nilianza, nilianza kazi hiyo, na wa mama huku naona yeah. Uh, eh, barianza hiyo Union for Women Development nikusema na na na muko muchikundi sindiyo? Mm-hmm. Iyo chikundi itakomala iyi kazi muko mnasoma itabasaidia mbele, itasadia watoto, itasaidia jama munaishi ndani, sindiyo? Kuraje sindiyo, musome vizuri. Atakuja mwiyo kazi mko mnasema mnasoma patie, awapatie ba, bakastoma e, ya kazi ateme ya mkisoma sindio? Asante sana Asani. Bye, bye, bye. Hamuzalawe hii kazi sindio? Mufatilie vizuri, asante sana, siku njema wa mama mini. Asante sana na wewe kabisa kunimilisha